Kituo cha makumbusho ya Mtwa Mkwawa uh, ni kituo ambacho kinahifadhi historia ya um, aliyekuwa hapo kiongozi wa kabila la Wahehe ambaye kwa ujasiri mkubwa sana, ni moja ya Mtanzania ambaye alionyesha ushujaa na ujasiri mkubwa katika kuhakikisha anawapinga wakoloni, ule uongozi wa wakoloni. Yeye alipinga kabisa ukoloni na yeye aliupinga kwa vitendo yeye alikuwa ni shujaa na alipambana kwa nguvu kubwa na wakoloni, na wanasema takribani, historia inasema aliua askari wa wakoloni takribani mia tatu ambao aliweza kuwaua. Naitwa Eric Baraka Jordan, ni mhifadhi wa rasilimali marikale Tanzania na hasa napatikana nyanda za juu kusini katika makumbusho ya Mtwa Mkwawa Mkwavinyika mahinya mkali kuvagosi kuvadara yilimwiganga serigamba imetunzwa, tuvitunze. Chifu huyu aliweza kuyafanya mengi, huyu mtwa aliweza kuongoza mengi miaka 1800. Yeye ni chifu pekee ambaye aliweza kupambana na Wajerumani na kufanikiwa kuwaua ndani ya mwaka elfu moja mia nane na tisini na moja aliweza kupambana na Wajerumani wapatao mia tatu Ilikuwa tarehe kumi na saba ya mwezi wa nane na kufanikiwa kuwaua wao wa askari jeshi na bwana mkubwa wao Emil von Zerewiski. Sasa wako machifu ambao walipambana na Wajerumani lakini walishindwa. Lakini tunapomzungumzia Mtwa Mkwawa Mkwavinyika, yeye ni chifu pekee ambaye alipigana na Wajerumani na akashinda. Kushinda kwake kunatupa alama ya kutuonyesha uh, kati ya viongozi ambao waliokuwa mashujaa wa kwanza kutetea uhuru wa Tanganyika au kupinga ukoloni wa wabubezi walowezi wa Jerumani ambao walikuja katika kipindi cha miaka ya elfu moja na mia nane. Kamwene, kwa majina anaoitwa Lusiana Basilio Vaunge, mtoto wa Kihehe kutoka kabila la Chifu Adamu Mtwa Sapi Mkwawa. Chifu wetu Adamu Sapi Mkwawa ni mtu mmoja ambaye alikuwa ni mahiri, mchapakazi mvumilivu mtu wa kujituma, kujiamini, na ndio maana alijitoa dhidi ya Mjerumani kwa ajili ya kukomboa theni kulitambulisha kabila la Wahehe. Katika kituo hiki, unapata nafasi ya kuona vitu mbalimbali ambavyo huyu Mtwa Mkwawa aliweza kuvitumia ikiwemo silaha alizozitumia, lakini pia hapa ndipo unaweza ukajifunza uh, mwanadamu wa awali babu zetu waliwezeje kuishi kwa kutumia vifaa vya kijadi kuweza kute, ku, kuishi kupambana uh, katika maisha. Kuna vifaa mbalimbali, utaona silaha alizozitumia, lakini utaona vifaa vya vyombo mbalimbali vilivyotumika mbali na makabila ya Wahehe, lakini pia utaona uh, vibuyu ambavyo vilimsaidia, tunasema i, kamera ya, ya zamani aliweza kugundua maadui zake, na sio maadui tu wakoloni, lakini pia maadui ambao ni wenzake ambao walikuwa wanampinga, aliweza kugundua wanatokea upande upi, lakini ote alitumia vifaa vya jadi. Kwa hiyo katika kituo hiki makumbusho haya unaweza kujifunza utamaduni, unaweza ukajifunza asili ya Wahehe, lakini utamaduni na jinsi gani shujaa Mtwa Mkwawa aliweza kupambana na wakoloni. Nataka nikwambie kitu kimoja, Chifu Mkwawa hakuwa na wake wengi sana, alikuwa nao sitini na mbili tu lakini hawa sitini na mbili unaweza ukaona jinsi yes, gani alikuwa anaishi nao. Bwana alikuwa na chungu chake kimoja, hicho iko chungu alikuwa anaweka dawa ambazo pia alikuwa anazipata kutoka katika miti shamba, miti ya kale, kutoka hifadhi ya Ruaha. Alikuwa akitengeneza hizo dawa, bwana alikuwa anaweza kujua kama mke wake amepita kule, au amepita huko, au hajatoka nje kabisa. Natumai ndugu, unaweza kuniangalia hapo. Umenielewa vizuri nini inamaanisha vimetunzwa, tuvitunze. Na naitwa Benito Kavindi, mzaliwa wa kijiji cha Kalenga kwa Mtwa Mkwawa Mkwavinyika, na mfahamu kwa sababu alikuwa mpambanaji, alipambana na Wajerumani na akashinda, na ndio maana sisi mpaka sasa hivi tupo hapa. Kwa hiyo kituo hichi ambacho kimelinda hii historia kubwa kabisa ya kiongozi shujaa kabisa Mtwa Mkwawa uh, wa kabila la Wahehe, kinaonyesha utamaduni uh, wetu, historia yetu, wa, wa, viongozi wetu waliwezaje ukiacha maisha yao ya kawaida, lakini jinsi gani aliweza kupambana na wakoloni. Tunawakaribisha sana watalii wa ndani na nje, lakini pia na wanafunzi wa, wa, wa huweza kutembelea makumbusho ya Mtwa Mkwawa hapa Iringa ili kuweza kujifunza historia, kujifunza utamaduni uh, ule wa viongozi wetu, huyu Chifu Mkwawa jinsi alivyoweza kupambana na wakoloni. Tanapa ni watu ambao wako makini sana na kwanza, wanahamasisha wana kudumisha mila, hasa kabila letu Wahehe. Tanapa wako vizuri, utunzaji wa mazingira, kufuza vizazi vilivyopo na vijavyo. Tunashukuru sana watu wa Tanapa kwa sababu wanajali, wanajali sana mchango wa Mtwa Mkwawa na hasa kabila la Wahehe kwa ujumla. Sasa hii kwa sababu tumerithi, na ndio maana sasa hivi tunasema tumerithishwa, tuwarithishe basi. Nasi tunakuletea kwamba haya ni siri ambazo zimejificha katika utalii wa utamaduni. Karibuni sana kitu hichi muweze kujifunza lakini pia kuburudika na kuweza kuelimika zaidi. Metunzwa, tuvitunze.